Mwisho kukutana ilikuwa ni, ni Simba Queens dhidi hawa, hawa, yeah, mm. mm. ya Bunda hawa hawa ambao wametuletea hapa leo, Simba Queens akashinda kwa magoli matatu na alipoteza kwa magoli matatu. Umeshuhudia hapa timu zikiweza ku, uh, ikiweza kufika JKT Queens uh, bila shaka Ujaona? Uh, Eh, hao ni JKT Queens ambao wako tayari katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. <laughs> Wanaonekana hapo hao ni mabingwa watetezi wa Ligi Kuu soka Tanzania bara kwa upande wa wanawake, JKT Queens ambao tayari wako katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Hapo ni referee za tayari wako hapo na huyo ni captain uh wa JKT Queens na ni pamoja na match official. Bunda Queens hawapo. Mpaka dakika hii hawapo. Salam. Yeah. Ni, ni, tafsiri ni kwamba mchezo utahitimishwa kwa kufuatia taratibu zile ambazo zinahitajika kama mm, taratibu za mchezo zinavyosema ama kanuni, kile ambacho kina kinahitajika kwa maana ya timu inatakiwa kufika mapema, mm, timu inatakiwa kukaguliwa, mm, timu inatakiwa kufanya warm up dio, timu inatakiwa kuingia kwa ajili ya mchezo dio, na watafanya watakaa kwa muda ambao unatakiwa mm, ambayo ni dakika zisizopungua thelathini. Uh, wamejiandaa na mchezo isivyo bahati mm. wapinzani ndio ambao hawajatokea, basi sa ni siku nyingine tena katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo, ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara, na huu ni msimu 2025 2026, na ikiwa ni raundi ya kwanza uh, ikichukua nafasi yake hiyo kati ya JKT Queens dhidi ya Bunda Queens kutoka kule mkoani Mara. E, Bunda Queens ambayo ilipanda e, daraja mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wenyewe e, hawajawahi kupata ushindi mbele ya JKT Queens, na huu ungekuwa ni kama wangetokea, kwa ni mchezo wao wa tano kukutana, lakini hawajatokea. Mara nne ambazo wamekutana JKT Queens akishinda e, mara tatu wakitoka e, sare moja kwa hiyo leo ilikuwa ni siku nyingine tena sasa, tu kwende kwa wachambuzi wetu watueleze nini ambacho sasa kimeamuliwa kule kinachoendelea hapo ni JKT Queens ambao wapo katika dimba hili eh, wakiendelea na mchezo huo ambao tuliwatarajia pia wawepo katika uwanja huu Bunda Queens, lakini eh, isivyo bahati hawajatokea katika uwanja huu na eh, kufanya mchezo huo wa upande mmoja eh. Na sisi Azam TV kwa leo eh, matangazo yetu yanaweza kuishia hapa. Eh, taarifa rasmi ama eh, tamko rasmi kutokana na mchezo huu eh, zitaendelea kutolewa na eh, shirikisho la mpira Tanzania TFF.